Vijana elfu mia nne 400 000 wameenda kufanya kazi nje ya Kenya, 400 000. Mimi nataka wewe Chege, nataka vijana wa kanisa hii ya AIPCA wawe kati ya hawa vijana wanaenda kufanya kazi nje. Kazi unaenda kulipwa mshahara elfu mia moja elfu mia mbili ni pesa kidogo hiyo? Eh? Nipesa kidogo. So, nimetengeneza wale watu wa National Employment Authority na nimetangaza, sijui mbona watu wasikii, you know? Every month, vijana elfu kumi. Vijana ngapi? Unanisikia? Wewe shege, hawa viongozi make sure. kati ya hawa vijana wanaenda kufanya kazi nje ya Kenya, vijana wa AIPCA wao hapo katikati, ama amutaki vijana wenu waende wafanye kazi? Kwa nini mtu anachagua mahali mahali ya kufanya kazi? Si kwa, kama kwa mjengo yuko kazi, si unaenda kufanya? Yes. kama kwa mtandao kazi, si unaenda kufanya? Yes. kama eh, eh, eh, Marekani kazi iko sunaenda kufanya ama namna gani? So please, badala ya ku let us look for opportunities, badala ya kuwa watu ya kulalamika, let us be part of the solution.